Tasogea pembeni hivi alafu tuo tunaangaliana kama hivi ambapo mimi na Hamid tumesimama ili kupisha sasa screen yetu hapa kuonyesha kile ninachokizindua, na baada ya uzinduzi wa bidhaa hii natarajia wote humu ndani kwa makofi, shangwe, shabwe, vifijo kilazimu na vigeregere. Tunahesabu sasa, Hamid, tunaanza kwa sababu kwanza 3 3 kwasababu kwanzia twende

Kwa matumizi ya usafi wa aina zote, Wasafi Soap, usafi kama wote sasa inapatikana Tanzania nzima. Wasafi Soap, sabuni ya nje, kwa matumizi ya usafi wa aina zote.

Karibuni sana na napata faraja ndio kubwa sana. Eh, panatosha uogezi na timu yako, naomba uielekeze namna ya kusimama tuweze kuelekea mbele. Tunapata faraja sana faraja kubwa mno, naiona hii timu hapa, wako tayari wako tayari kwa ajili hii. E, sasa ni historia inakwenda kuandikwa bidhaa za kwanza kabisa ama watu wa kwanza kabisa kupokea bidhaa mpya kutoka Wasafi. <laughs> tukio la kufuata msogea. <melDIE> <zasa. muching> Karibuni sana hapa, ni zawadi kutoka Wasafi, so naomba mjipange hapa kama ambavyo ilivyokuwa <muching> awali. Tafadhali mkurugenzi, <muching> kwa nafasi yako. Uh, sasa itabidi tupate <-huh>. Mheshimiwa <muching> waziri, kwa hii timu yako ambayo iko hapa

kwa zawadi Mheshimiwa waziri, makofi mengi kabisa. Hii zawadi ya ya kwanza kutoka Wasafi Soap. Sasa japo tayari eh, na video ni kama Mheshimiwa waziri japo bado eh, kiwa kukuonyesha aina ya sabuni ambazo zipo ndani ya unboxi ni mche huo wenye rangi hiyo na huko huu hapa mweupe. Sasa maana hizo rangi tutakuja kuambia baadaye hapa eh, wakati eh, mkurugenzi anaelezea bidhaa mpya ya Wasafi. Asante sana.

Sa... Sa... asante. Sasa mpongezi, naiomba safari yako ijipange hivi kwa package nyingine tena eh. Hii sasa ni package maalum kutoka Wasafi Soap, tutakuja kuonyesha hapa baada ya kuwakabidhi moja mmoja, tutakuja kuonyesha na wama. kuna nini hii moja moja, tunawakabidhi kuanzia mwanzo, alafu upande huo upandewa picha hiyo ya iyo, yes, sabuni itakuwa mbele na baadaye, pia tuta, kuna zoezi lingine tutafanya. Naomba wakabidhi mmoja mmoja, na wewe mwenyewe zoezi ya sabuni yako hii ii siengine wap, mimi nitagundua, nazindua magadi yako ya magadi, itaitwa zebwela magadi

picha so nzuri huwa eh. Uh-huh. Kwetu tuna kazi nao, tutashika hivi na kila mmoja atachagua aina mche, tutashika mche wa aina moja, tuna miche ya aina mbili. Sasa eh, eh, eh, wengine atashika nyingine, wengine atashika huu wa kuchukuchua watu kwenye mwingine kuna kwenye nchi sasa. Sasa ni imani yangu kwamba e, wasaidizi watakuja kupokea mifuko hapa na magari, wasaidizi wote viongozi, wa viongozi. Kusaidia. Unavyoona umo ndani kuna vitu. Ndio. Tugawane tugawane. Tugawane. tugawane kwa kwenye kuonyesha eh. Sasa ndani humo katika zawadi tulizowapa kuna kitu kinachofanana kama hivi, ndio ukioneke t-shirt kama hivi, lakini mimi bado nilikuwa na tamani kama wangetushikia kama hivi, kila moja, si zipo hii viuwvijirudavijirujirudi

T-shirt zimeenea hapo. Eh, sasa tuzishike hivi. Naam, sawa, tapata hiyo picha, tasio picha kwa mbele. Asante sana viongozi, naomba msigeuze t-shirt pia. Sa -sa, kwa nyuma sasa. Kwa wale wenye macho mazuri mnaweza mkasoma kwa pamoja zimeandikwaje? Sijasikia, zimeandikwa Usafi kama wote eh? Usafi. Kama Kama Kama Kama wote. Kama wote. Kama wote. Asikia. Asante sana. Shukrani sana. Shukrani sana, naomba msaidizi achukue t-shirt